Bana, kocha mambo vipi? Kwema kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Evaristi mkaso. na, na timu yako unaitwa jina gani? Timu yangu ni mboni mboni. E, mboni pia na kuna akademi mumechanganikana ya mkaso. Mkasu pia, pia, pia. Na mkasu, pia. E. A, leo tupo katika uwanja wa Makuburi hapa, tumekuja kuangalia kabumbu mubashara inayocheza kati ya timu yako na wenyeji wa uwanja huu Makuburi FC. Ndio ndio. Ah, ni kitu gani tutarajie kutoka katika timu yako? Ah, tutarajie mpira mzuri, kujituma na ushindi inshallah, Mungu ha akitusaidia. Kwa hiyo umejipanga kabisa kuchukua ushindi leo hii? Ah, nimejipanga tena vizuri sana maana tushafanya mazoezi kaibia wiki mbili nyuma. Kwa hiyo leo tunapokuja hapa tukuja kumaliza mchezo. Inshallah timu yangu tutaondoka na ushindi. Aa, bana kocha anasema kwamba leo ushindi ni lazima kutoka katika uwanja huu wa Makuburi FC. Mimi ni Sultani Suleiman kutoka Jicho Empire. Asante.